Dube. Dube anaitwa nje. Mudathi anacheza. Kona. Pengine si kukosa michezo mingi kumesababisha amegotea hapo tisa. Magoli tisa. Maxi mpya zaga ndani ya box. Maxi kisigiro. Asijiki. Wakati inasema ana asisti nane. Maksim pia Zengeli akaona isiwe tabu, acha aongeze moja iwe ya tisa. Chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, wa mwisho kwa Stefani Azizikii. Lile shuti lilikuwa na nguvu sana kiasi kwamba unaweza ukafikiri labda goli liko Ubungo, ndio maana kapiga kubwa shuti, kumbe lilikuwa karibu yake tu. Stefani Azizikii Kibwana Shomari Zengeli weka kwenye njia kwa Kibwana Shomari, anaingia nao Kibwana, bado Kibwana Shomari anaingiza ndani kule. Dube kumi na tatu, Prince Mpumelelo Dube, mwana mfalme kutoka Bulawayo, Zimbabwe anamfikia saiba wake Clement Mzize kwa ufungaji. Kapambana kweli kweli, striker wa zamani, beki wa sasa, Kibwana Shomari Dube, akapambana ile, akazunguka nayo na kuweka pembeni, na ima nakabaki kunyosha mguu tu, akakumbuka kumbe mguu au daki ni mkono, akitaka kutumia mkono amechelewa, mpira unacheka na nyavu. Wananchi wanaweka chuma cha pili, Abuya Dube tena mwekea Israeli mwenda ataenda, akaenda Dube kizandani kule na pasi ya Maxi, chuma za tatu. Maxi pia Zegeli, mara baada ya kuasisti goli la kwanza, ameona naye pia afunge, asishetu kuasisti. Krosi nyingi alikuwa akizicheza goli kipa Jonathan Nahimana, lakini hii limempita hii imempita, na kuna namna yote wanaweza wakafanya, kwa sababu kuliko kuna beki kule kwenye lango na maxi mpia nzengeli papi wakindwa akausukumiza kwenye nyavu.